Mheshimiwa Hamadi Rashid ameyasema wakati alipokuwa akivitembelea vikundi vya ushirika vya ufugaji wa samaki huko Kichaka Sichangi, ushirika wa chumvi Kangagani na eneo la uwekezaji wa viwanda vya samaki Kangagani, wilaya ya Wete. Amesema serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kupitia wizara ya kilimo tayari imeshajipanga na kuhakikisha kwamba vikundi hivyo vimepatiwa elimu, masoko ya uhakika kwa wazalishaji wa mboga mboga na miradi mingine mikubwa. Hata hivyo, wamepongeza vikundi vya ufugaji wa samaki huko Kangagani na Kichakasi changi kwa juhudi wanazozichukua, lakini ametoa rai kwamba wasifuge kwa mazoea na badala yake watumie utaalam wa kisasa kwa kuweka vifaranga vya samaki vyenye ubora. Akizungumzia suala la mazingira, Mheshimiwa Hamadi Rashid amekitaka kikundi cha watu wapatao mia moja na kumi na tano waliokuwa wakimiliki misumeno ya moto kuanzisha vikundi vya ushirika vitakavyoweza kuwaendesha kimaisha badala ya kuendelea na ukataji wa miti ovyo, jambo ambalo amesema linaathiri uchumi wa nchi na kuifanya nchi kuwa jangwa. Nikiripoti kwa habari za biashara na uchumi, Mrs George wa ZBC.